Kuna mtu anasema, nimepokea tu mshahara, lakini hata kabla mwezi haujaisha hakuna kitu mfukoni. Umeshawahi kujiuliza, ukajiombea kwamba yaani, au umeshawahi kuona unafanya kazi kwa bidii, unapambana kila kitu unafanya, yani bidii unayo katika kazi na pesa unapata, lakini ni kama vile unadumbukiza kwenye ndoo yenye tundu, yaani ndoo ambayo ina shimo la kupoteza kila kitu. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumza tu kuhusu pesa kwa sababu tunagusa maisha ya wazazi, tunagusa maisha ya vijana, tunagusa maisha ya watu ambao wanapambana kiuchumi kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto zao. Hebu tutaenda kuangalia hoja tano, ni kwa jinsi gani pesa inakuwa haikai mfukoni. Umekuwa ukijiuliza mara kwa mara, kwa nini pesa yangu haikai? Nafanya kazi, najitahidi, lakini napata pesa ni kama vile nadumbukiza kwenye shimo. Pesa zinakwenda wapi?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 Hoja ya kwanza ni kukosa mpango wa matumizi. Watu wengi wanapopokea pesa, inakuwa labda ni pesa ya mshahara, au inakuwa ni biashara, amefanya amepata pesa zake, anakuwa hana mpango wa matumizi. Pesa bila mpango ni sawa na mtu anayetembea bila dira, yaani anakwenda sehemu ambako hajui kwamba anaenda wapi. Na ndivyo hivyo hivyo, kama unapata pesa alafu hauna mpango wa matumizi, haujazipangilia, mwisho wa siku zinaisha bila hata kujua unakuwa haujui, kwa sababu ukiamka unachomoa unanunua vitu unavyotaka siku hiyo, uki mtoto anakuja anasema anaomba pesa kiasi fulani, unachukua unampa, huyu atakuja anasema hivi. Mwisho wa siku unakuta hakuna pesa, na unakuwa unajiuliza, hizi nilikuwa na pesa zimeenda wapi? Kumbe kulikuwa hakuna mpango. Ndugu mzazi, hata watoto tuwafundishe mpangilio, yaani watoto wawe na bajeti, wapangilie matumizi ya pesa. Utakapomfundisha mtoto hivyo, baadaye atakuwa mzazi ambaye halalamiki. Lakini kama mtoto hakufundishwa, mwisho wa siku atakuwa mzazi anayelalamika au atakuwa mtu anayelalamika, mshahara mdogo, pesa hazitoshi, uchumi mwebana, kumbe wakati mwingine alikuwa hana mpangilio. Hebu jaribu kutazama, unaweza ukaangalia, kuna watu wanafanya kazi ndogo, yani kazi ambayo ina ujira mdogo, lakini unashangaa na maendeleo, unashangaa na mafanikio. Tofauti na mtu mwingine, unakuta ana kazi yake kubwa, mshahara mkubwa, lakini hana anachokifanya, pesa haioni. Ni kwa sababu hana utaratibu wa kupangilia mapato na matumizi. Hoja namba mbili, ni matumizi ya kujionyesha simu ya gharama, nguo mpya, kula migahawani. Sio kwamba unataka bali, tu ni vile unakuwa unataka watu fulani waone jinsi unavyofanya. Hapo sasa utajikuta pesa zimeisha, mwisho wa siku hauelewi. Yani hautakumbuka kwamba kuna vitu nilinunua, nilifanya hivi. Kumbe wewe ulikuwa ukiwafurahisha watu wengine, na mwisho wa siku pesa zako zikawa zimeisha. Watoto wetu tuwafundishe kutumia vizuri pesa na wazitumie kwa manufaa yao wenyewe, na sio kwa kuonyesha watu wengine. Hiki kitu kinaweza kikakokera kidogo, lakini ndio ukweli halisi. Watu wengi wanatumia pesa kwa kujionyesha. Akipata kama ni migahawa mikubwa, watamjua. Kama ni sehemu zenye baa nzuri, hoteli nzuri, vitu vizuri, watu watamuona. Hapo unakuwa unatumia vibaya matumizi ya pesa. Hoja ya tatu ni kukosa akiba. Watu wengi hawana utamaduni wa kuweka akiba. Yaani, unakuta mtu anafanya kazi au anafanya biashara, lakini haweki akiba. Kukosa kuweka akiba, unajikuta pindi unapokuwa una shida au unapokuwa umeishiwa, unakuwa hauna sehemu ya kushika kabisa. Watoto wetu tuwafundishe kuweka akiba, tuwafundishe hata kuweka shilingi mia. Yaani akiwa na shilingi mia yake, mfundishe kwamba tunza, weka akiba kesho ataweka laki. Kuweka akiba ni njia nzuri sana inayowasaidia watu wengi pale ambapo wamekumbwa na shida, pale ambapo mambo yameenda ndivyo sivyo na utaiona pesa. Kwa hiyo kuweka akiba si kwa watu wenye pesa nyingi, ni kwa watu wenye nidhamu, ni kwa watu wanaotambua kesho yao njema wanataka iweje. Hoja namba nne ni kukosa chanzo cha ziada cha mapato. Watu wengi hawana chanzo cha ziada yani tunaita plan B. Unakuta mtu anafanya kazi ni kazi hiyo hiyo moja tu ameitegemea, hiyo ni hatari sana kwa maisha, na hiyo ni hatari sana kwa swala la pesa. Maisha yanabadilika, mahitaji yanaongezeka, watoto wanahitaji mahitaji, shule zipo, ada zinatakiwa, na mambo kibao katika maisha. Kukosa chanzo cha cha kipato cha ziada ni hatari hatari sana. Hilo nalo ni somo kubwa sana la malezi, na hilo ni somo kubwa sana ambalo wazazi wengi wanatakiwa kujua na kuwafundisha watoto kuwa na chanzo cha ziada cha kipato, hata kama umeajiriwa au umejiajiri mwenyewe mwenye Usitegemee chanzo kimoja cha kipato, hakikisha unakuwa na chanzo cha cha ziada. Unaenda kazini, labda wewe ni mwajiriwa, maybe unaweza kawa wewe ni mwalimu, unaweza ukawa wewe ni daktari, au unaweza ukawa wewe ni mfanyabiashara tu, mjasiriamali. Lakini unapokuwa umefanya ujasiriamali, chagua na kitu kingine ambacho kitakuongezea kwenye huo ujasiriamali wako wewe ni mwalimu, chagua kitu kingine ambacho utakifanya. Baada ya kutoka kazini, umemaliza kufundisha watoto, unaenda wapi? Umetoka kazini saa tisa, saa kumi, kuanzia saa kumi na nusu, saa kumi na moja, saa mbili, unakuwa unafanya nini? Tafuta kitu kingine cha kukuingizia kipato ili uweze kuiona pesa. Pesa ikiingia mfukoni izae pesa ikiingia kwenye mfuko wako, maana yake umepata ya kazi umepata na nyingine ambayo umepata kwa kipato cha ziada, unaweza ukazichanganya na ukajikuta unapata akiba yako. Hoja namba tano ni kukosa elimu ya usimamizi wa wa fedha. Hatujafundishwa shuleni jinsi ya kusimamia pesa, na ndio maana unaweza ukakuta tumeelimika, lakini hatujatajirishwa. Tuwafundishe watoto jinsi ya kusimamia pesa. Unapomfundisha mtoto jinsi ya kusimamia pesa, unakuwa umemsaidia sana kesho na kesho kutwa, mtoto anapokuwa ana uwezo wa kusimamia miradi yake na ana uwezo wa kusimamia pesa zake na anajua jinsi ya kutunza pesa. Mara nyingi, shule nyingi hatufundishwi jinsi ya kusimamia pesa, suala la pesa kama pesa, hatufundishwi jinsi ya kusimamia. Yaani unajikuta hiyo elimu mtu unaweza ukajikuja ukajikuta unapata tu ukubwani au unaikosa kabisa. Sasa wazazi tuhakikishe tunawafundisha watoto jinsi ya kusimamia elimu ya fedha. Mtoto ajue thamani ya pesa, ajue kwamba hata shilingi moja ina thamani kwenye pesa zake. Anapojua thamani ya pesa na akajua jinsi ya kusimamia pesa, hawezi akachezea pesa kwa matumizi ambayo yanakuwa ni unnecessary, ya yani yanakuwa sio ya muhimu katika maisha yake. Kwa hiyo tuwafundishe watoto usimamizi wa fedha na jinsi ya kutumia pesa kwa mambo ambayo ni ya msingi. Mwisho wa siku anakuwa na kipato kizuri na maisha yanakuwa vizuri, pesa zinakuwa zinaingia kwenye mfuko ambao haujatoboka. Ndugu yangu, pesa si adui lakini bila hekima, pesa inakuwa kama mgeni anayeingia na kutoka. Tukiwajengea watoto wetu misingi thabiti, misingi imara kwenye matumizi sahihi ya pesa na kujua thamani ya pesa na jinsi ya kuitumia, tutakuwa tumewapa urithi mkubwa sana katika maisha yao, ambapo kesho watatujengea misingi imara sisi wazazi tunapokuwa tumezeeka na tunapokuwa watu wazima. Huu ndio moyo wa malezi, Moyo ambao sio wa kuhesabu mapato tu, bali wa kuwekeza maarifa kwa watoto wetu. Tuhakikishe tunawajenga watoto wetu katika misingi imara, katika misingi ambayo itawasaidia kuishi maisha ambayo sio maisha ya ombaomba wala sio maisha ya kunungunika. Tuwajenge watoto wetu kuhusu pesa, kuhusu kipato. Nimesema pesa sio adui, lakini ikitumika vibaya au isipothaminiwa inakuwa tu inapeperuka inaenda kama upepo, na mwisho wa siku utabaki kusema fedha siku hizi zina chuma, ulete fedha, siku hizi zina majini, fedha siku hizi zina mambo kibao. Kumbe pia kuna misingi ambayo unakuwa umeisahau. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo, hivyo usiache kushare Usiache kulike na usiache kusabskribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu mwema akubariki, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.